Naitawa Robert Mihayo Maganga, ni mheshimiwa diwani wa kata ya Nyamilangano halmashauri ya Ushetu. Labda tu niseme kwamba mimi binafsi, kwanza kwanza, nianze kuipongeza Wizara ya Afya, Wizara ya Afya kutuletea mafunzo haya ya HCD. haya mafunzo haya sisi, yataenda kutujengea uwezo kwa watu wetu kuhusu chanjo. Ah, unajua chanjo ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu, na sisi wanasiasa hatutaki kuongoza taifa la watu wenye afya mbovu, natakiwa tuongoze taifa la watu wenye afya bora, na afya bora hii haiji bure. Kuna watu wanaoumiza vichwa, hasa Wizara ya Afya. Kwa hiyo mimi, Wizara ya Afya, nawapendeni sana kutuletea mafunzo haya, ili tuende kuwaelimisha wananchi wetu, hasa kuhusu swala ya chanjo. Hilo la kwanza, lakini la pili Wizara ya Afya vile vile imefanya jambo jema, hasa kushirikisha makundi ya jamii. Imewashirikisha sungusungu, imewashirikisha waganga wa ajadi, imewashirikisha sisi masima madiwani, lakini bado imewashirikisha viongozi wa dini. Haya makundi haya yote haya kwenye jamii ndio chachu muhimu ya kwenda kutoa elimu hii kwa wananchi wetu, hasa halmashauri ya Ushetu ikiwepo na kata ya Nyamilangano. Mafunzo haya yakienda kuwafikia wananchi wetu huku vijijini, ina maana watu wetu sasa watapata hii elimu ya chanjo, na kwamba watoto wetu wende kuondokana na maradhi ambayo si ya lazima. Ukipata chanjo ya maradhi, yanakuwa hayapo tena, na ndio maana tunasema ma sisi kama wanasiasa tunatakiwa tuongoze taifa lenye afya bora. Kwa hiyo mimi mwishoni sasa nitoe wito sasa kwa wananchi wote wa halmashauri ya Ushetu, wilaya ya Kahama na Tanzania kwa ujumla, swala la chanjo ni swala la muhimu kabisa. Chanjo inafanya watu wawe na afya bora, kuondokana na maradhi ambayo si ya lazima. Ndio tulipotoka, tulipo, tulipo tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.